Karibu mteja wa Biashara Pro katika video nyingine ya maelekezo, jinsi gani ya kutumia mfumo wetu wa Biashara Pro. Sasa tunaenda kuona maelekezo, jinsi gani ya kuongeza huduma katika mfumo wetu. Maana baada ya kuingia kwenye mfumo, inakupeleka katika peji ya dashboard kama inavyoonekana hapa, na hapa tutakuwa tunaingiza huduma kwa kubonyeza ongeza huduma katika vitendo vya haraka, kama unavyoona hapa kwenye mfumo. Um, nikibonyeza hapa kuongeza bidhaa au huduma then nakuja kuongeza bidhaa huduma, ambapo nategemea mfumo unipeleke katika page ya kuongeza huduma ili niweze kusajili huduma ambazo nazitoa katika mfumo wangu katika biashara yangu. Sasa hapa nakuja kuingiza jina la huduma, kwa mfano mimi labda nafanya huduma ya kusuka, au biashara yangu ni ina base sana kwenye masuala ya kusuka, kwa hiyo hapa nitaandika na la labda nasuka ni na nyweleza Hii ndo maelekezo ya huduma, na shilingi ngapi nafanya, labda kunafanya elfu tano kwa kichwa kimoja, alafu kisha baada ya hapo, kama kuna maelekezo ya ziada nitabonyeza pale nitaandika maelekezo. Otherwise, nitabonyeza kitufe cha hifadhi au ongeza huduma ili huduma hiyo iweze kusajiliwa katika mfumo wetu. Na kama tunavyoona hapa, tumefanikiwa kuongeza huduma katika mfumo, na ukirudi home kwa kubonyeza neno BiasharaPro utaona huduma zetu hizo hapo, na sasa hivi zimeongezeka. Awali zilikuwa moja, sasa hivi huduma zinaonekana ziko mbili. Asante.